Ndugu zangu wa tukufu, bado twaendelea na silsila ya halakat za Almunafiquna fi Lquran, wanafiki ndani Alquranu Lkarim. Katika halaka yetu iliyotangulia tulimaliza kuzieleza Ayatu Lmunafikina katika Suratu Lbaqara, na leo kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu tutaanza ayatu lmunafiqina katika suratu Ali Imran, na katika suratu Ali Imran tumejaribu kuangalia, tumeona maudhui ya nifaqi tu yagawanye mara mbili, halaka hii iwe ni maudhui, na tuwe na halaka nyingine ya kueleza maudhui mengine ya wanafiki pia yapatikaniwa katika suratu Ali Imran. Maudhui ya kwanza ni maudhui ya muwalatu lkafirin. Miongoni mwa swifa za wanafiki huwachukua wale wana makafiri, wakawaleta karibu, wakawafanya wao ndio wasiri wao, wakawaacha waislamu wenzao. Haya ni maudhui ya kwanza. Maudhui ya pili ni kuzungumza dori la wanafik katika vita vya Uhud. Kadhalika dori la wanafiki katika vita vya Uhudi limetajwa ndani ya Suratu Ali Imran. Haya ni maudhui mawili, tumejaribu kuzigawanya hizi aya ili kueleweka kwa haraka, tuyagawanye kwa namna hii ambayo uh, tumezigawanya. Twamwomba Mwenyezi Mungu insha Allah tuafikie katika kueleweka masala haya. Ndugu zangu, twakumbuka sisi tukianza hizi halakati tulisema kwamba ikiwa tumeona Uh, kuna swifa ya wanafiki ambayo imeregeleka regeleka katika sura nyingine, kuliko kila sura tuhitaji ile ile swifa, tulisema tutazikusanya zile aya mahali pamoja, kisha tuzisome, tuseme kwamba wanafiki wana swifa hii, na hivi ndivyo tutakavyofanya siku ya leo katika kueleza kwamba wanafiki miongoni mwa tabia zao ni muwalatu lkafirina ni kuwachukua wasiokuwa Waislamu, kuwafanya ndio wasiri, ndio wandani wao, wakawaacha Waislamu wenzao. Na Mwenyezimungu akipenda biidhnihi tabaraka wataala, tutakuwa na aya katika Suratu Ali Imran aya ishirini na nane tutakuwa na aya ishirini na tisa tutakuwa na aya mia moja kumi na nane mpaka mia moja ishirini kisha tutagura, tutakwenda katika suratul maida tutakuwa na aya 51 mpaka 53. Kisha tutaingia katika suratul mumtahina aya ya kwanza. Hizi aya ambazo tumezitaja zote maudhui yake ni mamoja. Ziko aya nyingine a, chache ambazo tumeziona katika suratu nisai aya moja, pia katika suratu nisai ambayo maudhui yake ni haya lakini hiyo hatukuhitaja katika maudhui ya leo, kwa sababu tutakapokuja kueleza sifa za wanafiki katika suratu anisai tutahitaja kama kupitia tu, wala hatutakuwa na maelezo nayo, kwa sababu na kule pia kuna sehemu, kuna msururu wa sifatu lmunafikina katika suratu anisa. Audhubillah min shaitani rajim, bismillah rahmani rahim

ni wanusura min duni lmuminina, pasi na waumini. Yaani, wasiwatukue makafiri wakawafanya ndiyo marafiki zao wakawaata waumini wenzao. Waman yafal dhalika, na yoyote atakaye lifanya hilo. Lipi? la kumchukua kafiri ukamleta karibu, ukampa siri za Uislamu, ukamfanya yeye ndiye mwendani wako, ukawaata Waislamu wenzako

na kwa Mwenyezimungu ndiyo marejeo. Qul, sema amuhammad in tukhfuu mukificha, ma fi sudurikum yaliyoko ndani ya nyoyo zenu, au tubduhu au mukayadhihirisha, yalamhu llah Mwenyezimungu subhanahu wa taala atayajua. Hizi ni aya mbili 2, maudhui yake ni kwamba Muislamu hafai kumtukuwa kafiri akamfanya kafiri, yule ndiye msiri wake, ndiye mwandani wake. Ibnu Abbas radiallahu taala anhuma katika tafsiri ukisoma asema hii aya imemshukia Abdullahi Ibnu Ubayi Ibni Salul, yeye na watu wake. Kwa sababu gani? Asema Ibnu Abbas, kanu yatawallauna lyahuda walmushrikina, waliwatukua wale mayahudi na mushrikina wakawafanya wao ndio wakaribu wao, wayatunahum bilakhbari, na wakiwapelekea wao khabari, wayarjuna an yakuna lahum ldhafaru ala rasulillah, wakitarajia kuwa lau kwatokea vita hawa mayahudi na makafiri watamshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu akasteremsha hizi aya kuwakemea waumini na kuonyesha ule uovu wa wanafiki walio nao. Turuke katika aya hizi, twende katika Suratu Ali Imran hiyo hiyo 118 mpaka 120. Mwenyezi Mungu asema ya ayuha ladhina amanu, enyi ambao kwamba mumeamini, la tattakhidhu bitanata min dunikum la yalunakum khabala wadduu ma anittum qad badat albaghdau min afwahihim

musichukue wa ndani. Albitana ni wale watu wako wa ndani ambao wawaeleza mambo huwezi kumweleza mtu mwingine. Asema Mwenyezi Mungu, la tattakhidhu bitanata min dunikum, nyinyi waumini mkitaka kuchukua bitana, basi bitana hiyo wawe ni katika nyinyi waumini. Kwa nini Mwenyezi Mungu asema la yalunakum khabala? Kwa sababu hawa wasiokuwa nyinyi la yalunakum khabala, hawaachi wao kuwatilia nyinyi uharibifu katika mambo yenu. Mwenyezi Mungu asema waddu ma anittum, wanafurahia lile sumbuko lenu. kad badat lbaghdhau min afwahihim, hakika zimedhihiri chuki. min afwahihim, kutokamana na midomo yao au kupitia kwa midomo yao. wama tukhfi suduruhum akbar na yaliyofichika ndani ya nyoyo ni makubwa zaidi. kad bayanna lakum alayati in kuntum taqilun. Aya zikaendelea ha antum ulai tuhibunahum wala yuhibunkum, nyinyi hawa mwawapenda, lakini wao hawawapendi mpaka mwisho. In tamsaskum hasanatun tasuuhum, mukiwafanyia jambo jema huwaudhi likiwapata yin jambo jema, wao huudhika. wa intusibukum sayiatun yafrahu biha, na nyinyi mukipatwa na matatizo wao hufurahi. Nyuma ya aya Mwenyezi Mungu asema, wa idha lakukum qaluu amanna, wakikutana na nyinyi husema sisi tumeamini. wa idha khalau wakitafaraghi adduu alaikum lanamila min alghaidh huuma vidole kwa hasira. Yani, wakiweko mbele yenu husema sisi ni muminun, lakini wakienda faragha, alu vile vidole huuma. hmm. kwamba ni lau ningeli eh, mambo angelikuwa vizuri ningelimfanyia kitu fulani. Aya hizi katika suratu Ali Imran 118 mpaka 120 katika tafsiri kuna ikhtilafu, kuna wanaosema aya hizi za wazungumza Mayahudi kuna wanaosema aya hizi ni munafikun kwa sababu ya hii aya, Mwenyezi Mungu aliposema wa idha lakukum qaluu amanna, hawa mabwana wakikutana na nyinyi waumini husema tumeamini. Na wanaojulikana kwamba walikuwa na ada wakikutana na waumini huambia tumeamini, ni wanafiki sio Mayahudi, kwa sababu Mayahudi filan yajulikana kwamba wao hawakumwamini Mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam. Kwa hivyo aya hizi ndugu zangu, vile vile ni aya za tukataza kuwatukua wasiokuwa Waislamu, kuwaleta karibu tukawapa siri za Uislamu, na hii ni tabia ya wanafiki. Twende katika Suratulmaida aya 51 mpaka 53. Mwenyezi Mwenyezimungu subhanahu wataala asema, bismillahi rahmani rrahim ya ayuha ladhina amanu

Wanaswara na manaswara auliaa, musiwafanye ni wanusura ni marafiki. Baadhuhum auliyau baadhin, wao kwa wao, baadhi yao kwa baadhi yao ni marafiki. Waman yatawallahum minkum, na yoyote ambaye atawatawalisha, atawafanya marafiki miongoni mwenu, atakayewachukua wao

Wanafiki sasa, fatara alladhina utawaona, wale ambao, fi qulubihim, katika nyoyo zao, maradhun, kuna maradhi. Yusariuna fihim, wafanya haraka, wenda mbio kutaka kuwaridhisha hawa wasiokuwa Waislamu, wenda mbio kuwatukua wasiokuwa Waislamu, wawafanye ndio marafiki zao. Kwa nini? Yakuluna, wanasema nakhsha an tuswibana daira, twaogopa sisi tusije tukapatikaniwa na mzunguko wa zama, mzunguko wa matatizo. fa asa llahu, Mwenyezimungu asema huenda Mwenyezimungu an yatiya bilfathi, akaleta fathi au amrin min indi, au akaleta jambo kutoka kwake yeye. fayusbihu wakapambaukiwa, ala ma juu ya yale ambayo asaru wameaficha, fi anfusihim, katika nafsi zao. Nadimina, ni wenye kujuta. Wayaqulu lladhina amanuu, na wanasema wale ambao wameamini. Ahaulai, je hawa, alladhina, ndio wale ambao aksamu, wameapa billahi, kwa Mwenyezi Mungu, jahda aimanihim, upeo wa viapo vyao, innahum lamaakum kwamba wao wako pamoja na nyinyi. habitat a'maluhum zimepomoka amali zao, fa asbahu khasirin wakapamba ukiwa ni wenye kukhasirika. Ndugu zangu, hizi ni aya katika sura mbalimbali mbali ambazo zazungumzia kwamba miongoni mwa ada na tabia waliokuwa nayo wanafiki ni kuwachukua wasiokuwa Waislamu wakawaleta karibu wakawafanya ni marafiki, kisha watu wale wakawa wanawaibia siri za Waislamu na kuwapa wale wasiokuwa Waislamu. Wale wasiokuwa Waislamu wakapata njia nyepesi rahisi ya kuudhuru Uislamu na kuwadhuru Waislamu kupitia kwa information waliyoipata kutoka kwa waislamu ambao ni marafiki zao. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika hizi aya amepambanua wazi wazi, Mwenyezi Mungu akisema waman yatawallahum minkum fa innahu minhum, miongoni mwenu atakayewachukua wao akawafanya ndiyo maswahiba zake na yeye atakuwa ni miongoni mwao. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ameeleza mfano wa mambo kama haya, kwamba ukiwafanya wasiokuwa waislamu kwamba ndio maswahiba zako wa ndani, basi na wewe utakuwa ni mmoja katika wao, na hii ilikuwa ni ada ya wanafik. Ndugu zangu, hatujazimaliza hizi aya za muwalatu lkafirin, lakini Mwenyezi Mungu akituafikia, halaka ijayo tutaeleza aya katika suratu lMumtahina na tueleze tukio kubwa lililopatikaniwa wakati wa Mtumi sallallahu alayhi wasallam, tukio ambalo masahaba walilifasiri kwamba mwenye kufanya hivi ni munafik. Kupitia kwa hilo tukio utakwenda kuelewa ya kuwa yoyote anayelifanya tukio hilo, basi mtu kama huyu ana swifa ya nifaqi. Mwenyezi Mungu insha Allah atujalie tukutane katika halaka ijayo.